Nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimekubaliana kuanza utekelezaji wa hatua za kiusalama mwezi ujao chini ya makubaliano yanayotabiriwa na Marekani. Tangazo hilo limetolewa katika taarifa ya pamoja siku ya Jumatano katika kile ambacho kitakuwa ni hatua muhimu katika utekelezaji wa makubaliano hayo ya amani huku kikiwa na wasiwasi juu ya maendeleo yake. Makubaliano hayo yalifikiwa katika mkutano wa Washington, Septemba 17 mpaka 18, na kuripotiwa kwa mara ya kwanza na shirika la habari la Reuters, yataanza Oktoba moja, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja ambayo pia ilitolewa na Marekani, nchini Qatar, Togo na Kamisheni ya Umoja wa Afrika. Nchi hizo zilikubali kukamilisha hatua hizo ifikapo mwisho wa mwaka vyanzo vitatu vinavyofahamu suala hilo viliambia Reuters. Kongo na Rwanda pia bado hazijapanga tarehe kwa wakuu wa nchi kusafiri kwenda Washington, huku mazungumzo ya Doha yakiendelea kusuasua. E bana, kama unavyofahamu, Kongo na Rwanda imekuwa ni mataifa ambayo yamekinzana kwa muda mrefu kwelikweli, hususani juu ya uwepo wa yale madini inapelekea vita na hata wale waasi wa m ishirini na tatu wanaendelea kusababisha vifo kwenye watu kila siku almost mpaka hivi sasa wa vifo, vifo imeripotiwa tangia kuanza kwa vile vita basi ni watu elfu moja mia tano wakiwemo watoto wa mama na vijana wamepoteza uhai kutokana na vita hivyo. Mara ya kwanza makubaliano ambayo alikuwa yamefikiwa ni kwamba kusitisha mapigano na kweli tukiweza kushuhudia kwa wiki kadhaa mapigano yakiweza kusitishwa, ijapokuwa yalikuja ya kurejea tena na mgogoro ukiweza kurudi. Marekani alikuwa amesimama kati kama mtu ambaye atenda kulinda amani kwenye mazingira yale, ijapokuwa ya inaripotiwa kuwa hakuna mwanajeshi wa Marekani ambaye ameonekana kwenye kanda zote ambazo zilidaiwa labda angeweza kusimama na kuweza kupigania haki na kulinda amani kwenye maeneo yale. Ripoti mpya ambayo imetoka kwa hivi sasa ndio hii ambayo nimekuletea ya kwamba kuanzia Oktoba basi uh, utekelezaji wa sera mpya basi utafikiwa. Hatujajua kama nayo itakuwa ni ya wazi ama itakuwa ndo ile ile ambayo ilikuwa imefikiwa kule Katari, alafu baada ya siku tatu wakaanza kushambulia tena.